Zaburi ya mia moja mstari wa nne nayo nasema: ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, shukuruni, lihimidini jina lake. Jumapili hii ya tarehe 19 Oktoba 2025, kutakuwa na ibada ya pekee sana. Mtumishi wa Mungu amekuandalia neno takatifu, pakeja ya peke yako jo funguliwe kupitia neno njob maana itakuwa ni ibada ya kitofauti kidogo katika maisha yako. Maana kutumia neno hili mtumishi wa Mungu atafungua mtu mmoja baada ya mwingine. Njoo na imani yako, hii sio ya kukosa ibada. Inaanza tatu kamili asubuhi. Wewe unaitokea popote, anagani ya Kimara utashuka Kimara Suka, unachukua usafiri ambayo kua umepika kanisani. Kwa mawasiliano zaidi 0762856980 tutakuwa live YouTube, utaingia kwa jina la Loeva Ministry. TikTok, utaingia kwa jina la Kuhani Eliah Abel Haule. Watu wote mnakaribishwa kwa neno lako lenye uzima.